Habari za muda huu, naitwa Joseph. Leo ningependa kushiriki tukio lililopita. Hapo mwanzo nilikuwa nina kuku 240, kuku aina ya layers katika banda hili. Kuku wao nimekanao kwa muda wa takribani wa miezi kumi. Kuku wangu walianza kutaga wakiwa na wana miezi mitano na kufanikiwa kuanza, kuanza kutaga wote wakiwa wana miezi sita. Nilitumia vyombo vya chakula yani feeders hizi pia, nikatumia drinkers aina hii pia. Kwa kuwa vyombo vya chakula vilikuwa vichache, nikaamua kuongeza vyombo vingine vya kutengeneza mwenyewe. Nikata madume lita tano na kutumia kama vyombo vya ziada. Mara ghafla kuku wangu walianza kuugua ugonjwa wa walionyesha kuonyesha dalili za kukohoa na mafua. Hapo ndipo wakaanza kupunguza uwezo wa kutaga. Mwanzo nilikuwa nakusanya mayai mia mbili na kumi mpaka mia mbili ishirini kati ya kuku 240. Ndani ya wiki mbili nilianza kusanya mayai matatu kati ya kuku 240. Hapo ndipo hali ilipoanza kuwa ngumu, sababu katika mazingira yangu hapa nilipo gharama ya, ya chakula ya kuhudumia kuku mia mbili arobaini ni takribani elfu thelathini na tatu kila siku, wakati huo unaokota mayai matatu mawili matano kwa siku. Kwa hiyo gharama ya kuhudumia ikawa ni changamoto. Hapo ndipo dalili zingine zikaanza kuonekana kwa kuku wangu. Wengi wao walipungua uzito, wengine wakaanza kuharisha Mwisho kila siku nilikuwa nikikuta kuku aliyekufa. Hapo ndipo nikaona kweli hii ni serious issue. Walianza kufa mwezi wa kumi na moja mwishoni. Kufikia mwezi wa kumi na mbili tarehe ishirini na mbili nilijikuta nimebakiwa na mbwa wawili wakiishi katika banda hili. Nikae nimekuja kugundua ni kwa nini kuku wangu wote waliishia kufa. Kosa la kwanza ni miundombinu ya banda hili, kama unavyoona hapo chini, hapa chini, banda hili halikidhi ubora. Ufugaji wa ndani wa kuku upo wa aina mbili tu, deep litter system na cage system. Sasa mimi hili banda langu halipo kati ya hivyo viwili, hii sisi tuweze kusema ni shallow system, lakini nafkiri ni moja ya sababu ya kuku wangu kuanza kumwa kuumwa, hatimaye kuanza kufa. Sababu ya pili inapelekea kuku wangu kufa, nilikuja kugundua ni usafi kuingia bandani bila kufanya ama kusanitize miguu na mikono yangu kabla sijaingia bandani. Na maanisha hapa, na maanisha hapa sehemu ya kuingilia bandani, nilitakiwa niwe nimeweka chombo ambacho kina maji ya klorini kwa ajili ya kuua vijidudu vidogo vidogo vilivyopo katika miguu na, na mikono yangu kabla sijaingia katika banda la kuku wangu pia niligundua banda langu halina hewa ya kutosha. Banda hili lilikuwa limebeba idadi kubwa ya kuku, lakini upande wa pili wa nyuma huu hauna nyavu, nyavu ipo upande wavu, upo upande wa mbele tu, hivyo banda langu halikuwa na hewa ya kutosha kukidhi kuku 240. Sababu nyingine, bati la banda yangu hasa kwa upande wa nyuma hapa hapa lipo karibu sana na kuku walipokuwa. Kitaalamu inatakiwa bati liwe angalau futi sita kutoka kwenye sakafu kuku walipo, lakini hili ni futi tano. Kwa hiyo wakati wakati wa jua kali, joto linakuwa kali sana, hivyo linapelekea kuku kupata heat stress. Hivyo endapo ugonjwa mwingine utaingia, kuku hufa kirahisi. Sababu nyingine, niligundua banda langu lina maficho bora kwa wadudu wasumbufu kwa kuku kama vile kupe, viroboto, utitiri Mfano, hii mifuko ya simenti iliyopo bandani, haya maboksi haya, magome ya miti, pia ni maficho mazuri ya viroboto na utitiri. Sababu nyingine ni kutokuwa na ratiba bora ya kuosha vyombo vya chakula na maji. Sikuwa nazingatia kuosha vyombo vya chakula na maji kila siku hivyo nafikiri ndo sababu nyingine. Baada ya kuku kuanza kuumwa na kupunguza kutaga, tatizo lingine likaingia, lishe bora. Nilianza kuwapatia chakula ambacho sio bora, hivyo ikapelekea vifo kuwa vingi zaidi na zaidi. Chanzo cha chanjo kisichoaminika. Nilikuwa nikinunua chanjo popote pale duka lolote lile ambao duka lolote la mifugo ambao wanauza wana chanjo, nilikuwa nikinunua bila kuzingatia ubora wa uhifadhi wa chanjo nilizokuwa nikizitumia katika kuku hawa waliokwisha. Na zaidi banda hili ni, ni moja ya banda hatari zaidi, inaweza kusababisha ajali kwa mtu anayehudumia kuku waliopo hapo juu kutokana na hii ngazi kuwa sio ngazi imara hivyo ilipelekea ugumu wa mimi kupanda na maji mara kwa mara pamoja na chakula kwa ajili ya kuwahudumia kuku waliokuwa wakiishi hapa juu. Kwa hiyo ndugu mfugaji mwenzangu, ukizingatia hayo hautapata hasara kama niliyoipata mimi. Kama utakuwa una mawazo maoni, unaweza ku comment hapo chini ili tuweze kushare idea. Mwisho wa siku, kila mtu anufaike katika ufugaji wake. Kwa heri. Joseph.